Wataalamu wa mifugo kutoka Kituo cha Afya ya Mifugo Kanda ya Magharibi wameanza zoezi maalum la kukusanya sampuli za damu kutoka kwa ng'ombe, mbuzi na kondoo, ikiwa ni sehemu ya tathmini ya ufanisi na usalama wa chanjo ya kitaifa dhidi ya homa ya mapafu kwa ng'ombe, pamoja na maandalizi ya chanjo ya sotoka PPR kwa mbuzi na kondoo. Daily News Digital imeshuhudia mamia ya wa wanyama wakichukuliwa sampuli katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora ambako ng'ombe waliopatiwa chanjo ya homa ya mapafu kwa bei ya ruzuku wanapitia tathmini maalum ili kubaini kiwango cha kinga na utekelezaji wa chanjo hiyo, hatua inayolenga kusaidia serikali kupanga mikakati madhubuti ya kuimarisha afya ya mifugo nchini. Lengo letu ni kujua ufanisi wa chanjo yetu ili tuweze kupanga jinsi ya kuboresha, na itupe ushahidi kwamba kazi tuliyoifanya inatija kiasi gani, na tuendeleze kwa ajili ya kuweza kumaliza ugonjwa huu usiwepo katika mifugo. Kwa hiyo pande zote mbili tunachukua sampuli sasa hivi ili kuweza kupeleka maabara tuweze kupata majibu. Zoezi letu la mwanzo la chanjo tuliyofanya ya kitaifa dhidi ya homa ya mapafu, matokeo yako yakoje? Kinga katika mifugo yetu imefikia kiasi gani? Ili tuweze kuwa na majibu na kupanga mwendelezo mzuri katika zoezi letu hili. Pia majibu haya yakifika maabara, siku saba ni nyingi, yanakuwa yameshatoka ndani ya kwa toka siku tatu, sababu hapa tunaenda kuandaa sampuli, kutenganisha damu na sera yale maji meupe ya kwenye damu kisha tunayatuma yale maji kwenye maabara Dodoma, watatupatia majibu mara moja na tunapatia wafugaji wetu. Kwa hiyo mifugo yote wafugaji waliitikia vizuri kwenye kuchanja, hata sasa wameitikia vizuri kwa ajili ya mifugo yao wapate majibu, na sio wao wapate, na sisi tupate majibu ya kazi tuliyoifanya. Kwa hiyo kama chanjo yetu sasa hivi itakuwa imefanya vizuri, na maana tutakuwa tunaitumilia endelevu miaka ijayo, lakini na kwa na kwa jambo kwamba lingine kwamba sasa hivi tumeshachanja, lengo la kuchukua sampuli pia ni kutambua kwamba hakuna maambukizi ya ugonjwa ambao tumeuchanja sasa hivi, ambao tulikuwa tunachanja homa ya mapafu. Kwa hiyo kwa sasa hivi tukishachukua sampuli, tatambua kwamba maambukizi yamepungua au yameisha kabisa. Kwa upande wa wafugaji, wameeleza imani yao juu ya zoezi hilo, wakitaka lihakikishe kuwa majibu yatakayotolewa yataboresha huduma za chanjo na udhibiti wa magonjwa. Pia wameomba serikali na wataalamu kuharakisha majibu ili waweze kujua hatua za kuchukua kabla ya msimu ya mvua ambayo huongeza kasi ya kusambaa kwa magonjwa baada ya kuchanja na maana kuna baadhi ya ng'ombe wamepona, kuna baadhi ya ng'ombe wengine bado na watibu kwa sasa. Unaweza ukamkuta ng'ombe hakohoi, lakini kwa ndani ameisha vimba, ndio ugonjwa unaotusumbua ombi langu. Yani kulingana na, na utafiti wao naona watuwangalizie watu tu dawa za kuweza tukanani tukawaponyesha vizuri. Changamoto zaidi huwa tunaanzia mwezi kama, kama mwezi wa Disemba paka hii paka, paka tuseme mwezi wa nani Aprili, hapo ndio kunakuwa na matatizo yale ya, ya ngozi pamoja na, na, na, na kwato. Labda kule ile kule, kuchukuliwa kule, kwa kwa sampuli hii tunategemea yani watu waishie tu ili il, il, tuweze kukizinanii zile magonjwa haya, madogo madogo haya. Sampuli ambazo zimekusanywa zinapelekwa katika Maabara ya Taifa jijini Dodoma kwa uchunguzi, ambapo matokeo yanatarajiwa kutoka ndani ya siku tatu hadi saba. Hatua hiyo inatarajiwa kutoa mwanga mpana kuhusu ufanisi wa chanjo ya homa mapafu na kuisaidia serikali kuboresha mikakati ya udhibiti wa magonjwa ya mifugo nchini kutoka mkoani Tabora, Mike Samuel George, na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo underscore tz. Shukrani.